Kwenye maisha ya dhambi mpaka lini? p utalewa mpaka lini? utazini mpaka lini? utatamani mpaka lini, na Yesu anarudi. Utakuwa muongo mpaka lini, na Yesu anarudi. Sikiliza, ukianza classify dhambi Uchue anguko lako limekaribia. Ukienda kuzigawa dhambi kwenye madaraja, uchue anguko lako haliko mbali. Mtu mwenye hofu ya Mungu alijua makosa yake kama jambo dogo. The only thing he or she does, it is cry for mercy. Na unajua kosa langu ni dogo tu. Lakini wanavyonihukumu. Basi tu yana. Unazigawa dhambi. Yesu mwenyewe anarudi. Sasa mimi nitakupelekaje mbele za Mungu kama hujakubali? Siku ile kwa Yesu utasema nini mbele za Mungu? Anao anawaambia watu. Hivi, watunajua duniani hapa sawa, tupo, lakini mwisho kuna kuna master, Jesus. Ambaye kila mtu atasema mbele yake. Hapa hamna cheo cha mtu, hamna shule ya mtu, hamna kazi ya mtu. Utasimama as a person mbele za Yesu. Atakwambia niambie mwanangu. Je, Yesu siku ile utasema na huko mbele za Yesu. Kuna watu mtaweza kupindisha maneno mbele za Yesu kwa kiti ya hukumu. Hapo ndo utashinda kupindisha. The time is now. Wanawambia tu acha ujanja ujanja, acha maisha ya janja janja na kona kona nyingi. Hupo kanisani unapiga dili, bado upo kanisani unaumiza watu, maisha ya kuumiza watu, maisha ya kutenda haki, maisha ya kuonea ma, maisha ya kutoka na kutonyoka, una mipindo pindo mingi, yani utafikaje mbele za Mungu? Naambia yeah. Oh, Mungu, mimi nitamwambiaje siku moja? Wanasema hakuna mtu ananitazama, hakuna mchungaji kuna wakati mwingine hauhitaji mchungaji, wewe ndo mchungaji wako mwenyewe. You are the pastor of yourself.